TFF tayari wameshatangaza tarehe ya mchezo wa Simba Sports Club pamoja na Yanga maarufu kama Dabi ya Kariakoo ambayo itapigwa tarehe kumi na tano ya mwezi huu Juni, na Yanga pia leo asubuhi wameposti kwenye peji zao kuwa hawatoshiriki na hawatopeleka timu kwa sababu malalamiko yao hawa hawajapata ufumbuzi nayo, niko hapa na baadhi ya mashabiki ili tuweze kuona nao wanasemaje. Kwa tarehe ilipangwa kucheza kukutana nao kabla ya kuahirishwa wakaahirisha, na kama waliahirisha basi, na sisi kwa hii mechi ya kucheza hii tarehe 15 na, na sisi tunaahirisha atuingize timu, kwa sababu sasa mchezo wa Tanzania hapa kwetu wanao Simba mm. maana Simba ndio timu kubwa nchini hapa. Mtaogopa wale mbuzi a a eh hao wale wazee wafupi hapana? sisi tunachoogopa sisi ni ratiba zao TFF yeah. Yani, kwanza mpango wao wa michezo hapa nchini TFF hawako makini yeah. Yani, wako makini kwa niaba ya timu ya Simba ni, na chaomba mtangazaji mm. Yani, skike. Sisi kama mimi ningekuwa kiongozi pale Yanga ngazi ya juu mm. mimi nisingeingiza timu bora, nishuke daraja <tutu wa ajiju maziru> yani, bora nishuke daraja nikaanze niwatandike kwanza wao. Chini chini nitapanda tu. Yaani anyway, unataka kutengeneza story ya kibado, unashusha daraja na viwango vya katika ligi yetu, nishushwe sawa, lakini mimi kwa timu yangu ninavyoiamini Yanga, nikishushwa chini Yanga, nakuja kuchini napiga timu ni vibaya. Yanga atoki mechi za kumi na moja. Tiba, twa, twa, twa, ambuvi, man, eh? Lakini TFF wa Yanga, Yanga, Yanga wamesema hawatopeleka timu na hawatoshiriki kabisa huyo mchezo kwa sababu hawana imani na, na TFF. Wewe unasemaje kama mshabiki?

Asante, huyo ndio mshabiki wa Simba sports club. Nadhani umeweza kuona jinsi gani uh, shamra shamra ilivyo na baadhi ya mashabiki hapa. Nafikiri umewasikia kile ambacho na wao wanadhani wanasema, timu wanaleta uwanjani, walete wasilete, basi siku hiyo kitapigwa. Naona wastazi umetupia na una, una kiburudisho kidogo hapa. Hebu niambie wewe, shabiki wa timu ah, gani? Mashabiki wa Yanga na Yanga Afrika, yeah. Tamko la TFF wewe umelisikia? Ah, nimelisikia. tarehe 15, unatia timu kimu kama kawaida, lakini tunaenda na viongozi wetu, angalia tunakuwa tutasemaje pia sisi. Tafanya vile vile, vile utakao. Viongozi wamesema watapeleka timu, wewe unasemaje? unaenda na timu? Mimi sina kibali cha Yanga, kwa maana tunawasikiliza wao. Hii dalili ya uoga hii? Sina uoga, sipokuwa sisi tunasikiliza. Sasa mimi nikisema napeleka timu, mimi sina timu. Ndio mnaogopa mbuzi ambaye ni mzee navaa kwa kibarakashia kama chako. Wanzani, <laughs> eh? Okay. Mtani wako tayari ashaingia ya katika yale mashindano ambayo ulikuwa una jinasibu umevaa medali, na haraka haraka Simba wanajinasibu kuwa wana uwezo wa, wa kuchukua lile kombe kwa sababu litafanyika hapa hapa kwa Mkapa mechi yao ya mwisho. Wee unazungumziaje? uoni kama wamewakata kilimilimi? Yuma... hawajakata Premier League kwa sababu nitaona kitu cha ajabu, au wakifanya kitu cha ajabu ni kwamba wakileta kombe hapa, ima wakiishia finali kama sisi, ni kawaida, kwa sababu tushafika finali, sio mara ya kwanza na maana hawatoanza wao, na sisi pia tushafika hatua hizo, sio jambo geni kwa upande wangu, kifupi. Ah, yeah. Baadhi ya mashabiki hao, kila mmoja anajinasibu kwa vile anavyodhani. Na, na nimemwona shabiki mwingine hapa wa Yanga. Ngoja ni nipige naye mastori kidogo kidogo, kwa sababu so, tukiwa kinyewe ubao bwana, la lazima watisha kwa sababu tulienda na mbuzi kama watatu wanne tu, wakasema oh, si mleta mbuzi si mleta vibabu si mleta mashe wakakimbia. Sasa hivi kwanza Simba tunatewa basi jipya Tanzania mzima. Basi kama hilo halipo, tunaanza kumiliki Simba Sports hiyo siku sasa ambayo wao ndo waliogopa hile hii, tunawapelekea basi zima yani kama ni wachezaji toka mipanda mule, kumbe sitakuwa tumepatia mbuzi, tutaenda kuatisha kwa atisha. mbuzi asili yake kwenda kula nyasi na taifa tumeambia kidogo nyasi zimekuwa ziko juu, wale mbuzi takuwa wanaenda mbele na waangalizi na wataalamu wa uwanja watakuwa nakula zile nyasi, wenyewe takuwa wanapita nyuma wanaangalia, je nyasi ziko sawa? mm -hmm. Alafu siku ya pili walete timu na lazima tufanye mazoezi. Bila kufanya mazoezi siku ya mwisho kabla, yaani siku moja kabla ya mechi, hatuwezi kucheza, na hiyo sheria ipo, na ni lazima walete timu, kwa sababu wasipoleta timu wanakatwa pointi hizi kwenye mchezo huo 23 Alafu pia watanyang'anywa alama kumi na tano. Na sasa tarehe kumi na tano Juni kipute kitapigwa. Na wewe kama mshabiki wa Yanga, barua yenu ya, ya malalamiko yenu kwenda kasi wametupilia mbali, wewe kama mshabiki unasemaje? Na tarehe kumi na tano mtaingiza timu? Aa, sisi tuko pale pale, msimamo wetu wa viongozi wetu pamoja na washabiki wetu na mimi mwenyewe mwanachama, sisi msimamo wetu hatutotia timu. Kwa nini? Hatutii timu kwa sababu tunaona kuna masuala ambayo yanafanyikana katika mzunguko wa kumalizia ligi hii. Kuna matokeo yameonekana kabisa, yako wazi, ndio maana sisi tume, tumesimamia kwamba hatutii timu. Sasa kama Dar Young Africans sisi tuna msimamo wetu mmoja, tuna vikao vya ndani na bado tunaendelea kukaa. Lengo letu kama tulivyotoa barua yetu, sisi tutoa barua yetu bwana, sisi tumeshatoa barua yetu na hivyo kabisa, na ishaushu kwamba lengo letu hatushiriki mtu. Kushuka ni simwogopi. Tunataka kanuni kwanza na sheria zifuatwe katika mpira. Zisiwe sheria na kanuni zimetungwa kwa watu wadogo. Naitwa Ali Shabani Mlango, si shabiki wa mnyamanawenyewe, imelisikia msemo wangu, ndimu iwekwe uwanjani mpira uweko uwanjani dakika tisini zipitie uwanjani, sio maneno tu. Tuhakikishe wao ndio wametukimbia au sisi tumewakimbia. Mm, sasa wao kama wanasema hawaleti timu wacheze nyumbani, sisi tunaleta timu uwanjani. Labda wao wanasema kwa sababu nyinyi mnakuja na mbuzi, vipi? Awaja hata na ngombe wale, wao wanakataza kuja na ngombe. Mimi sijui, basi wao ndio wanajua nawaambiaje? timua sio timu, timu tunaleta na mbuzi tunakuja nao na wao, timu walete na ng'ombe waje nayo. Ndio hivyo hivyo, mnyama anataka hakikishe pale. So maneno t tunawafungaga, tunawafungaga, mpigwe mm. ili bingwa kihalali apatikaneshabia timu yangu ya Azam tu, tuko daraja la ngapi? namba ngapi? basi ndio hivyo, maisha endelea mbele. Wanasemaga tangia Azamu imeanzishwa. huko nyuma ulikuwa shabiki wa timu gani mpira kipindi hicho? timganiwliwapiakpi ile katikati ya, baada ya kuona kwamba kuna mambo mengi mpira mpiraombalibalipir Kipigwe ndugu yangu. Salama. Zale. Nitambulisha kwa majina unaitwa nani? Jina langu naitwa Omar Muhammad Omar Yusuf Kwama. Mimi nakutambua wewe mshabiki wa Yanga damdamu sio kweli? abukongoa Taarifa ya TFF nadhani umeisikia. Taarifa ya TFF nimesikia juu juu tu, sijakuwa nile ya ndani. Tarehe kumi na tano kinapigwa Juni, wewe unasemaje? Utapeleka timu uwanjani ama utafuata ule mwongozo wa timu yako? Jinsi unavyosema, kama kama ile mezali mechi imepangwa tarehe nane na wewe umekimbia basi, haina haja kuicheza ile mechi na wewe utakimbia. Ah, kama kama ile ukimbia tu, unaogopa hakuna mbuzi wala ng'ombe wala pua au hivyo, kwa sababu mchezo umekuwa ni karatiba na kama huko ni ratiba, kwani iondolewe sasa? Kwa nini wewe ukimbie? Ni wakati TFF ndio wanapanga mamlaka, ni tarehe nane mwezi wa tatu kipigwe na ila kimbie basi. Una imani na viongozi wa TFF? Sina hata imani nako, sababu anazalisha mpira wa Tanzania ni sifuri bin sifuri tu. T kama hutopeleka timu unashushwa daraja na pointi kadhaa unanyang'anywa, wewe unalionaje? boa hohvkabisaa mahakamani kaaiubai aamani huyo watu watasema Yanga ameua timu kwa sababu akamkimbia. Mnyama mnyama ndiyo akakimbia tarehe nane na TFF wake na bodi yake ya ligi TFF wamepanga tarehe ya marudiano, waliahirisha mchezo, wamepanga tarehe kumi na tano. Wewe unasemaje? TFF wamekimbia? Ndiyo, wamekimbia tarehe nane mchezo tarehe nane kwani ukapeke huko Uu so, nauna imani nayo basi, ata mchezo um, hapo ampeleki timu uwanjani atupeleki. Mnaiogopa nini? Simba siogopi si, Simba tunataka yeah. tuweke respect kwenye masuala ya michezo. TFF wajielewe, yaani TFF kwanza hawajielewi. <laughs>